Kabla ya kushirikiana na mtu kwenye jambo lolote la kimaendeleo, mpime kwanza kwenye hivi vigezo vitano. Upime utu wake kwanza kwa kuangalia ni namna gani anawachukulia na kuwaongelea watu wengine tofauti na wewe, kwa sababu ndani ya mda wowote ambao wewe na yeye hamtaendana sawa, utakuwa kama hao watu wengine kwake. Kipimo cha pili, angalia ni kwa namna gani maneno yake yanaendana na matendo yake. Shirikiana na mtu ambaye anakifanya kile anachokisema, siyo mtu ambaye anaongea sana na matendo hakuna chochote. Kitu cha tatu, angalia kama mtazamo, maono na fikra zake zinaendana na za kwako, kwa sababu kama mnatofautiana hamtafika mbali sana kwenye kitu ambacho mnataka kushirikiana. Kipimo cha nne, angalia ni kwa kiasi gani anaweza kutimiza ahadi anazojiwekea na kitu cha tano, muhimu sana, mpime kwenye tabia yake ya pesa. Kama sio mwaminifu kwenye fedha, siyo mtu wa kushirikiana naye kwenye jambo la maendeleo, kwa sababu kuna muda mtashindwana na hamtafika mbali. Hakikisha unampima vizuri yule unayetaka kushirikiana naye, na ujue pia unavyompima na yeye ndo anavyokupima. Kwa hiyo usishangae mara nyingine ukakataliwa kabla ya wewe kumkataa.